Bilionea mmoja alimtazama mwanamke mjamzito akisafisha kioo cha mbele cha gari lake ili apate pesa. Alichosema kilimvunja moyo. Ilikuwa ni asubuhi ya baridi Westlands, magari yakipita taratibu, watu wakikimbilia benki, ofisi za uwekezaji na majengo marefu ya biashara. Ndani ya gari jeusi la kifahari, Bwana Daniel Mwangi, mfanyabiashara mkubwa wa sekta ya fedha na mali isiyohamishika, alikaa kimya akitazama mbele. Mwanamke huyo mama Aisha alikuwa mjamzito sana. Tumbo lake lilionyesha uchovu wa miezi mingi ya kubeba mzigo wa maisha. Alifuta kioo kwa kitambaa cha kavu, huku jasho likimtoka licha ya baridi. Bwana, hata mia moja tu inisaidie, nipate chai, alisema kwa sauti ya upole, bila kumtazama machoni. Daniel alishusha kioo kidogo. Kwa nini unafanya kazi hii ukiwa katika hali hiyo? Mama Aisha alitabasamu kwa huzuni. Maisha hayangoji mtu apone. Mtoto anahitaji kula, kodi na subiri, hospitali haitoi huruma kwa huruma. Maneno hayo yalimgonga Daniel moja kwa moja moyoni. Alitaka kusema kitu, lakini akashindwa. Taa zikabadilika kuwa kijani, gari likasogea mbele, lakini macho yake yakabaki nyuma kwa mwanamke aliyebeba zaidi ya ujauzito, aliyebeba siri nzito ya maisha. Baada ya magari kutawanyika, Mama Aisha alitembea polepole pole kuelekea kituo cha matatu. Miguu ilimuuma, mgongo ulikuwa mzito, lakini moyo wake haukuwa na chaguo. Matatu ya Kayole ilipofika, aliketi karibu na dirisha, akishikilia tumbo lake kwa mikono miwili. Nyumbani, katika chumba kidogo cha mabati, alimpata Hassan, mvulana wa miaka saba, akisoma kwa sauti ndogo. Mama, umepata pesa leo? aliuliza bila lawama. Tutajaribu tena kesho, Mama Aisha alijibu huku akitabasamu kwa nguvu. Usiku huo alipika uji wa mahindi, hakukuwa na umeme. Alikaa sakafuni akiwaza, alikumbuka alipokuwa mfanyakazi wa benki ndogo Eastleigh kabla ya kila kitu kuanguka, kabla ya mume wake Salim kutoweka na deni la mkopo wa biashara lililobaki juu yake. Hii mimba isiwe laana, lazima iwe baraka. Alilala akiwa amechoka bila kujua kuwa asubuhi iliyofuata ingemleta mtu yule yule wa Westlands karibu tena, lakini safari hii si kama dereva tu, bali kama kivili cha mabadiliko makubwa yaliyokuwa yanakuja katika nyumba yake. Kileleshwa, Daniel hakuweza kulala. Alikaa mezani akitazama ripoti za uwekezaji, bima na akaunti za benki. Fedha zilikuwepo, mafanikio yalikuwepo, lakini amani hakukuwepo. Mwanamke yule alikuwa sahihi. Alimwambia mke wake Grace Mwangi, maisha hayangoji mtu. Grace alimwangalia kwa makini. Daniel, umesaidia watu wengi kupitia miradi na taasisi, kwa nini huyu anakusumbua sana? Kwa sababu alinionyesha kitu nilichokuwa nimekimbia, ukweli kwamba pesa bila huruma ni tupu. Kesho yake alimwambia dereva wake apite tena ile barabara ya Westlands. Alitaka kumwona yule mwanamke si kwa huruma ya haraka, bali kwa kuelewa. Alipomwona tena Mama Aisha akifanya kazi ile ile, moyo wake ulipiga haraka, lakini hakusimama. Aliamua kumfuata kwa mbali, kimya kimya, hadi Kayole. Hapa ndipo hadithi yake inaanzia, na labda yangu pia. Daniel aligundua mengi kwa kuuliza kimya kimya. Jirani mmoja alimwambia, Mama Aisha alikuwa msomi, alifanya benki, aliamini mfumo lakini mfumo ulimwangusha. Daniel alishtuka: benki, mikopo, mfumo hule hule aliyokuwa juu yake. Sasa alipata rekodi za zamani. Jina lake lilikuwa Aisha Nur, aliyefutiwa kazi baada ya kashafa ya mkopo uliosainiwa na mumewe. Hakuwahi kuiba, lakini alibeba lawama. Hii si bahati mbaya, alisema Daniel. Wakati huo huo, mama Aisha alipokea barua ya hospitali ya Pumwani. Alitakiwa kulapa kiasi kikubwa kabla ya kujifungua. hii pesa nitaipata wapi? aliuliza kwa machozi. Hassan alimkumbatia, mama usiogope. Maneno ya mtoto yalikuwa madogo, lakini uzito wake ulikuwa mkubwa. Mama Aisha alijua kuwa siku zilikuwa zinahesabika. Hakujua kuwa nyuma ya pazaya mtu alikuwa anapanga kitu, si zawadi ya haraka, bali mtihani wa mwisho wa ukweli. Siku ya kliniki Mama Aisha alikaa nje ya hospitali akinongoja jina lake litajwe. Daniel alikuwa pale pia, lakini kwa jina tofauti, hakutaka kujulikana. Aliposikia muuguzi akisema Mama Aisha Nur, Daniel alisimama bila kujua kwa nini. Alimwona akiinuka kwa shida akishikilia ukuta. Samahani, alisema kwa sauti ya chini. Alipomkaribia, tulikutana Westlands. Mama Aisha alimtazama kwa maajabu, wewe Usiogope. Nataka kusikia hadithi yako. Si kama bilionea, kama binadamu. Mama Aisha alikaa kimya kwa sekunde kadhaa, kisha akasema, "Ukweli unauma na si kila mtu yuko tayari kuusikia." Daniel alikaa, "Niko tayari." Alipokuwa akianza kuongea, machozi yalimtoka taratibu. Hakujua kuwa kwa kusema ukweli wake, alikuwa anafungua mlango wa jambo lingegeuza maisha yao wote, lakini kwa gharama kubwa kuliko pesa. Mama Aisha alizungumza kwa sauti ya chini kana kwamba alikuwa akiogopa hata kuta kumsikia. Nilipoteza kazi si kwa sababu ya wizi. Nilipoteza kwa sababu nilimwamini mtu niliyempenda. Daniel alinyamaza akimsikiliza. Mume wangu Salim alichukua mkopo kwa jina langu. Aliahidi biashara ingeleta faida. Benki ilipofuatilia akaondoka akaacha mimba, mtoto na deni. Daniel alishika paji la uso wake. Jina la Salim lilimtikisa. Alilifahamu, lilikuwa kwenye faili kubwa la mikopo mibaya, kesi aliyowahi kuisimamia yeye mwenyewe miaka iliyopita. Hakuna aliyeniuliza ukweli wangu, mama Aisha aliendelea. Walifunga mlango, nikawa kosa. Muuguzi alipokuja Mama Aisha aliitwa ndani. Daniel alibaki amesimama akihisi uzito wa dhambi ambayo hakuwa amejua aliibeba. Huenda mimi ndiye niliharakisha uamuzi ule, alisema moyoni. Na kwa mara ya kwanza katika maisha yake ya mafanikio, Daniel Mwangi alihisi kuwa pesa zake haziwezi kumwokoa ila ukweni. Daniel alirudi ofisini kwake upper hill, aliagiza faili zote za zamani. Alipofungua moja, moyo wake ulipiga haraka. Salim Abdallah, defaulted loan guarantor, Aisha Noor. Alikaa kimya kwa muda mrefu. Huyu ndiye aliyesaini kufutwa kazi kwa Aisha, sio kwa chuki, bali kwa taratibu za kifedha. Taratibu bila haki ni ukatili, alisema polepole pole. Grace mke wake alimsogelea Daniel. Unaonekana mzito nimeona jina la mwanamke maskini nikimsukua kwenye umaskini bila kujua, alijibu. Na sasa mtoto wake yuko karibu kuzaliwa bila matumaini. Utafanya nini? Grace aliuliza. Daniel alisimama. sitatoa pesa tu, nitarekebisha ukweli. Alipiga simu kwa wakili wake, benki na bodi. Alijua angekabiliwa na upinzani. Rekodi zilikuwa zimefungwa. Mfumo haupendi kukosolewa, lakini safari hii Daniel hakuwa bilionea tu. Alikuwa mwanaume aliyeguswa na sauti ya mwanamke mjamzito aliyesema maisha hayangoji. Habari zilienea, bilionea mkubwa akifungua upya kesi ya zamani. Watu walishangaa. Mama Aisha alisimama mahakamani akitetemeka. Hakuwa amevaa suti, alivaa ukweli wake. Daniel alisimama upande mwingine, si kama shahidi wa pesa bali wa dhamiri. "Huyu mwanamke hakuiba," alisema mbele ya wote. "Aliangushwa na mfumo tuliounda sisi." Wakili wa benki alipinga, sheria ni sheria. Daniel alijibu kwa sauti tulivu, na haki ni haki. Baada ya saa nyingi, jaji alisema, mahakama imesikia kesi ya Aisha Nur, yafutwa rekodi yake Yasafishwa. Mama Aisha alipiga magoti, alilia. Hasani aliyekuwa nyuma alipiga makofi bila kuelewa kabisa, lakini akihisi ushindi. Daniel alifumba macho. Hakushinda kesi tu, alirejesha utu wa mtu. Lakini bado siri moja ilibaki, ambayo Mama Aisha hakuwa bado imesema. Usiku wa mvua, Mama Aisha alijifungua. Daniel na Grace walikuwa nje wangingoja. Muuguzi alitoka, mtoto ni mzima. Daniel alitabasamu kwa mara ya kwanza kwa siku nyingi. Mama Aisha alipomwona Daniel, alimshika mkono. Kuna kitu sikukuambia, kuambia. Daniel alinyamaza. Salim alikuwa dereva wako zamani, kabla hajakimbia. Maneno hayo yalimgonga kama radi. Alikumbuka, alimfukuza Salim kwa sababu ya uzembe. Hakujua alikuwa ameharibu familia. Mtoto huyu Mama Aisha alisema kwa sauti ya chini, alibaki bila baba lakini si bila hatima. Daniel alimtazama mtoto, macho yake yalikuwa na utulivu. huyu mtoto hata beba makosa ya watu wazima, alisema. Mwaka mmoja baadaye, Mama Aisha alifungua kituo kidogo cha ushauri wa kifedha kwa wanawake. Daniel alifadhili, lakini hakutaka jina lake litangazwe. Hassan alikuwa shule nzuri. Mtoto mchanga alicheka mikononi mwa Mama Aisha. Daniel alikuja kama mgeni wa kawaida, hakukuwa na walinzi. Asante, Mama Aisha alisema, sio kwa pesa, bali kwa kuniona. Daniel alitabasamu, uliniokoa pia. Alipotazama Ngong Hills, Daniel alijua kuwa hadithi hii haikuwa ya bilionea wala mwanamke mjamzito pekee, ilikuwa hadithi ya kurekebisha makosa, kusikia sauti ndogo na kujua kuwa thamani ya mtu haiko kwenye akaunti ya benki, iko kwenye moyo wake.